Mtanzi, hivi umekuwa ni nani wa kunikozesha rami ha? Yani nashindwa kuchangaa. Hivi Mtanzi amekuwa nani, anajiamini kiasi hichi mpaka nanijibu mimi kwa ujasiri? Mtanzi, Mtanzi eli tanzi, bila kaa sina amani kwenye ufalme wangu natitika, yani sina raha, sina amani, sina raha, sina amani. Mtanzi kweli, eh, Mtanzi sijokomba nikakukamata yani. Mtanzi nikukamata yanini kikukamata yani hmm? eh? Nitakupinyangiza, takufinyangiza, takufinyangiza kisha nitakutupa, alafu nitakupinyangiza tena, kupinyangiza na kupinyangiza kisha na, na kutupa tena alafu na kukamata, kupiga kwenye kitanda. Umekuwa nani, unanikosesha amani yani? Nakosa raha kabisa. Hey, Tanzi, unajiamini sana. Umekuwa ni nani Mtanzi wewe? Mtanzi, ah! popote ulipo, popote ulipo popote ulipo mtanzi, nikikukamata, nikikukamata na usongo, na usongo. Mzee <risikikuhua> Jobogo, nimekuja kukupa taarifa tu najua kipindi cha nyuma ulitusaidia sisi katika ufalme wa Nzela, lakini huyo mjukuu wako sasa amevuka mipaka. Nilimuonya mara ya kwanza asitufuatilie sisi, ufalme wa nyoka, asikii wala akubali. Sasa basi naomba unisamehe kwa hiki nitakachokifanya kwa huyo mjukuu wako wete tamua zote huo na nguvu za ziada aomkuonesha unajua, pale nilivyokuona macho yako yalivyobadilika, kikweli nilistoka sana. Ah, Gwete, usijali ah. Unajua Gwete, natembea tu na wewe lakini na hofu sana, basi tu mizimu Sisi ni walinzi waamini kutoka kwa Mfalme Chunu. Kuanzisa uko chini ya ulinzi. Na kosa gani bichu? Kamata! Acha kuleta mapenzi. Chunu, Chunu, eh! Nilikwambia, nilikwambia dhahiri shahiri. Zangu ziko sawa kabisa. Bila shaka Ntonge amekuja kumteka na Chunu. <laughs> Chunu! <laughs> siku tatu nyuma nilikwambia useme gwete alipokuwa, ila ukakaidi. Sasa ngoja uone. <laughs> na hii mimi sintokubali, sintokubali kabisa. Sikiliza Gwete, inabidi tufikirie sana maamuzi ambayo unataka kuyafanya. Uwezi ukaenda kichwa kichwa namna hii. Sasa hivi hapa, inabidi tuende kwanza kule makichoni, ili tukafikishia taarifa Tanzi, ili tuangalie namna gani ya kuenda kuwakomboa. Mimi sizani kama naweza nikafika takwa Ntanzi. Ngoja tuone, tuende. Gwete, emfikiria maamuzi ambayo utakuyafanya, kuyafanya. Sasa hivi ni usiku na istoshe, hatuwezi tukaingia namna hii kwenye ngome ya mfalme. Gwete, tuwe makini. Gwete, hatuwezi tukaenda namna hii, kwa sababu hatufahamu maadui zetu wamejipanga kiasi gani. Ndale wee, hauisi nachukiisi mimi, mtoke kamkamata kam mwila, lakini hajaridhika kamkamata kam na, na Chunu we, unafikiri mi najisikiaje? niache Gwete Mtanzi, nilifanikiwa kumfikishia ujumbe Ndale kwamba ule ni mtego na Gwete sijaribu kusogea pale, maana alitaka kumkamata Gwete kwa sababu yeye ndo anaweza kukamata nyoka wote, na nina imani kafanya hivyo ndani. Samira, naomba tushirikiane bega kwa bega, mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari, mpaka nitakapokipata kiti cha enzi. Na siku nitakapokikalia kiti cha enzi na kuahidi sitokuangusha Lakini Mtanzi, nakumbuka kuna siku nilikwambia kwamba kuna siri nataka nikwambie. Nisikilize vizuri, sio kama mimi sijisikii maumivu kama unaojisikia wewe, na sio kama mimi siumii kama unavyoumia wewe. Gwete, mi mwenyewe naelewa ni namna gani unavyosikia lakini hatuwezi kwenda namna hii, hatuwezi kwenda namna hii Gwete. Tuna mfalme Mtanzi, na itakuwa ni uamuzi wa busara kama tutaweza kumfikishia taarifa Ntanzi, ili tuangalie ni namna gani tutaweza tukajipanga ili twende kumkomboa. Unahisi itajenga? Unahisi itajenga? kama unahisi itajenga tweni sili, Ntanzi mimi ni Mfalme Ntanzi. Nisamee kwa usumbufu. Tafadhali. Mfalme Ntonge kamkamata na Chunu tena. Baada ya kumkamata Mwila, hajatosheka kama huko kumkamata na Chunu. Naomba ridhaa yako nikawakombea usiku huu. Bwete, hebu punguza presha basi. Alafu isitoshe saa hizi ni usiku. Subiri kesho kukicha, mimi nitaenda kuongea na mkuu wa ulinzi. Atawaachia na watakuwa salama. Kuwa na amani. Mfalme Ntanzi. Nimeishi na Mfalme Ntonge kwa muda mrefu sana. Loya, Ntonge naijua ana roho mithili ya koboko, anaweza akawaua usiku huu. Hapana, hapana. Kuwa na moyo wa subira, kesho kikikucha, tutaenda kuyamaliza. Bwete, mara nyingi maadui huwa watufahamu wanavyokuwa wamejipanga na mara nyingine zinakuwa ni mitego. Jaribu kumsikiliza Mfalme, Mfalme. Amani alipendwa na watu lakini giza likaja kutoka ndani ya kiti cha enzi. Habari Tanzania, kwa majina naitwa Karim Kitwana. Mimi ni mwongozaji wa filamu kutoka katika kampuni ya Swahili Nation Film iliyoko mkoani Tabora. Simfahamu. Kuna kitu nataka nikwambie, huyo mwanamke uliokuwa naye ni, na ni hatari sana. Niko hapa kutangazia nafasi za mafunzo ya sanaa na ujasiriamali, na hii ni kwa yeyote mwenye kipaji cha sanaa ya uigizaji. Karibu sana. Huduma ya marezi, makazi na maradhi ni bure kabisa, na fursa hii ni mahususi kwa wakazi wanaoishi nje na mkoa wa Tabora. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia namba na zinazopita hapo chini. Wai sasa, nafasi ni chache. Asante. Ili kuwa wa kwanza kutazama filamu zetu mpya, tembelea YouTube channel yetu ya Swahili Nation Film. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Asante. Kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tano tu inatosha kabisa kumiliki laptop kompyuta, na kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tisa tu itakufanya umiliki desktop kompyuta, Power Brand Shop, shimbo la kompyuta. Tunauza kompyuta na zote, hard disk drive, printer, game PlayStation, kamera pamoja na CCTV kamera na vifaa vyake. Gharama zetu ni nafuu sana, na bidhaa zetu ni bora zenye waranti. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Salmini na Tutugawe Chemchem. Kwa masuala zaidi, tupigie 0746717282 au 0780717282 kwenye mitandao ya kijamii Instagram na Facebook Net Power Brand Shop. Power Brand Shop ngosha wa kanda ya ziwa Kaimaya ya kale mambo na ilingara, mfalme wa amani alipendwa na watu, lakini giza likaja kutoka ndani ya kiti cha enzi. Intongea kasaliti damu, akamwaga damu ya baba yake. <coughs>